Leo ni kweli tumeongozana na basi kufanya ziara katika eneo hili ambalo linatarajiwa kufanyika tamasha la sauti ya busara, na kama historia yake ama kawaida yake, tamasha hili litakuwa linafanyika ngome kongwe, lakini kwa mara ya mwanzo limefanyika nje ya ngome kongwe, kwa maana viwanja vya mnazi mmoja kikwa juni. Kwa hiyo kama serikali ama kama wizara wenye usimamizi wa burudani na sanaa tuna kila sababu ya kuja kuangalia maandalizi na kiukweli, maandalizi ambayo mpaka muda huu sisi kama wizara tumeridhika, kwa maana uwanja umekaviwa vizuri, huduma zote za kijamii ambazo zinatakiwa ziwepo katika maeneo haya zipo, huduma za wajasiriamali zipo, huduma za mambo mengine yapo. Kwa hiyo ni washukuru Sauti ya Busara kwa kupata changamoto hii ya kuweza kufanya nje, lakini wameipokea kama ni fursa na kuleta nje huku. Ninachoamini mimi, tamasha litakuwa zuri zuri zuri zaidi. Kwa hiyo kama serikali, maana yake tunatakiwa tuwaunge mkono kila changamoto yao sisi pia yetu ili kuweza kuwasaidia, na nimewahakikishia tutakuwepo kwa wiki nzima na sisi ili kuona nini kimeharibika tuweze kusaidiana kwa haraka. Lengo tunataka lifanyike kwa kiwango kile kile ambacho kilichozoeleka. Tamasha hili linatoa fursa nyingi. Hapa tu kuna vijana zaidi ya 250 300, ambao wamepata ajira za muda fupi na wengine wana ajira zao za kudumu kwenye taasisi hii. Kwa hiyo ni fursa. Utalii pia ni sababu mojawapo ya kuimarika. Kwa hiyo ni tamasha ambalo kwa harama yoyote tunatakiwa tulilinde, tuliunge mkono. Kwa hiyo ilipotokea changamoto ile ngome kongwe kuwa haifanyi kazi, maanake kutafuta eneo hili Kushirikiana na wenzetu ofisi za mkoa, ofisi za wilaya pamoja na basfu ili kuhakikisha linafanyika kwa kiwango kile kile. Serikali inachukua jitihada gani kuhakikisha kwamba wasanii wa Zanzibar nao wanakuwa sehemu ya tamasha hili la Sauti za Busara ambalo linafanyika hapa visiwani Zanzibar? Swali la mwanzo ambalo nililomuuliza, wasanii wa kwetu wapo, amenihakikishia wa wasanii wa kwetu wapo na hiyo ni moja jambo ambalo tunalisisitiza kama wizara. Tulipokutana na wadau wa sanaa, walituomba kama wizara tuende tukasimamie matamasha, waweze kupata nafasi. Sio vizuri matamasha yanafanyika kwao, wakaja wageni tu peke yao. Kwa hiyo, jambo moja ambalo tulitoa maelekezo kwa katibu mtendaji wa BASFU kuhakikisha wasanii wetu wanakuwemo katika kupata fursa ya kupafomu katika matamasha haya. Nachoamini Sauti ya Busara ni mziki live band ambalo ladha za Kiafrika, ladha za kinyumbani, na wao watawazingatia katika, katika hilo.